Rebecca, okay, eh uh safi -huh. Safina, safina, mm -hmm. Safina tumefanya content leo hey. Okay, una siku ngapi kituoni? Siku ya nne. mm -hmm. Okay, siku ya nne kwanza, umepatwa changamoto. Changamoto gani imekupata leo, changamoto? Hey. Hmm. Hey, changamoto kwetu ni kawaida, alafu kupitia changamoto tunajifunza kwa hiyo usiogope. Leo ulipata uh -huh. feedback ya kituo kuhusu nini? Uliambiwaje? niliitwa ndio ofisini, uh -huh. nikaambiwa kwamba yani unakuwa una, una ufanye kazi yani kama upo kama sipo, mm, upo kama upo. yani hatuja uh -huh. at, kusoma yani hatukuelewi. uh -huh. na kitu kingine nikaambiwa kwamba ulisema kwamba huwezi kupika chapati vizuri. uh -huh. Ndo changamoto niloipata, kwa hiyo mimi nikasema nipe chance, wee ujui kupika chapati vizuri Eh, ila kuandaa kila kitu naweza nikapika chapati uh -huh. lakini ingeza kutoka ngumu, ngumu zile kaukau. Ule tunaita mkate wa Yesu. E, unafunjika uh -huh. Yesu unafunjika lakini ukasema uh -huh. mtu akikufundisha? Naweza hata leo chef shefu nimemfuata, ukamwambia aje? Nikamwambia e, shefu utanielekeza uh -huh. e, jinsi ya nini aku kupika chapati vizuri maana mimi chapati zangu nikizipika huwa zingine zinatoka ngumu. Kanambia sawa, haina shida, kwa ndo nimeenda nao kuongea ofisini kusema sawa, nenda kwenye contact. ah, ah, mbona unakata kona wewe, si uondoke Eh? uondokeahiyo usemiaanio niondoke, tupe sababu, kwanilu, sababu iyo, kwa nini amba? kwa nini uliambiwa uondoke? Sababu ndo hiyo, ananiambia nipo kama sipo e, yaani hauonekani kama e. Una, una uweza majukumu ya kazi za nyumbani ndio hivyo, si ndio? maana sasa inabidi nikusemee we, wewe mwenyewe unarukaruka. Umeambiwa uondoke kwa sababu siwezi majukumu, uwezi majukumu. Na wameonaje kwamba uwezi majukumu? Wameona labda wameona, labda, wameona utendaji wako wa kazi, kazi mm. Unapokuwa kituoni mm. Sasa wewe utendaji wako wa kazi ukiwa hapa wenzako wote hao wanapambana huko wewe unakuwa wapi? Mpaka unashindwa kuonyesha uwezo wako mm. Nafanya kazi. Nafikiri baada ya siku mbili mbele tatu huko wengi hapa tutakuwa wote wengi watakuwa wameondoka, maana hiyo wameonekana uwezo wao wa kazi, kuanzia mwenye professional, ambaye ni smart, ambaye ni traditional. Wewe hata kwenye traditional ukawaonekani, kwa hiyo mwisho kituo kikasema basi, inabidi Sarathina uondoke. Ukiweza kujipanga huko, ukija kama mtu ambaye ni mfanyaji wa kazi za ndani, ndio uje ujiunge na sisi, sivyo? Hivyo ndio eh. Kwa hiyo sasa ume, ume imekuaje? Umebaki maana ulikuwa ushaambiwa ujiandae uondoke, imekuaje? Nimeambiwa wanipe last chance. Ongea e, vizuri ume kwa Happy alivyoniambia nije kwenye contact, maana Happy aliniambia nenda kwa saa mpate saa kumwambie moja mbili tatu. Kwa hiyo wewe mwenyewe ulikuwa yaani, wewe mwenyewe uliamuaje baada ya kwamba umeambiwa uondoke, wewe binafsi ndani ya moyo wako ulikuwa unataka kuondoka au Ulikuwa unahitaji chance? Ulikuwa unahitaji chance baada ya kuambiwa. Kwa hiyo ulivyoambiwa uondoke, ulijisikia vibaya kwa sababu umekuja unataka kazi, Jee. na una nia ya kazi? Ehe. kwa hiyo baada ya kuambiwa sasa uondoke, ukafanyaje? Ukamwambiaje mkurugenzi mpaka ukabaki na kina madam wetu? Ulienda kuongea nao. Mwambe ni chansi. We ukaomba chansi. Ah, eh. Wewe mwenyewe ukaomba chansi. Mwambe ni chansi, naweza nikafanya we eh, hmm. Uh -huh. Naweza nikafanya eh, uh -huh. Najitahidi naweza kufanya kanambia, epa kanambia uh -huh. Nenda kajiandae uondoke maana ishatokea ko ndonekaa nimeenda kule nyuma baada ya hapo. Epa akaa amekuja kule nyuma kanambia nenda kwa saa kule maana nishaongea naye, nenda ukaongea naye kuhusu nini kuhusu vile walipenda kumwambia saa kule kwamba utendaji wangu wa kazi. Kwa hiyo nikaenda kuongea na saa kwamba ukamwambiaje? Mhm, nikamwambia nika saa naomba last chance, naombaasa ko, akaniambia kapo kwanza usubiri, ndio nika nimekaa huko ndani, baadaye ipi akaja ndio umekuja hapa sawa. Kwa hiyo kwa, kwa kifupi ni kwamba kituo kime, kilikuwa kimeamua kwamba wewe kazi za ndani hutaweza, tutakupeleka kwa bosi labda hautaweza kufanya vizuri, kwa sababu sisi tunavyofanya hii yote hii ni ili tuweze kuwaridhisha wale mabosi wetu wale ambao tunawaambia wawalipe, si ndio? Tunataka muwaridhishe kwa kazi za nyumbani. Kwa hiyo yeah. Tu, tulivyohisi kama uwezi vizuri, uonyeshi jitihada, ndio tukaamua kwamba uende kwanza ukajifikirie, labda ujifunze kufanya majukumu, ndio urudi wewe ukaomba sindio? yeah. ukaomba chansi ili sasa upambane uonyeshe uwezo zaidi yeah. sindio? Ndio. yeah. maana umebaki. Haya, yeah. sasa nakuuliza ina maana umeomba chansi ya pili, unaweza kufanya zaidi ya hizi siku nne ulizokaa hapa? Naweza kufanya. Kwa nini ulikuwa ufanye, ulikuwa unategea? Kwa sababu unaona mko wengi, unajua e. Ukiwa uki mara ya kwanza ukifika kwa mtu mm. hujazoea ile mazingira mm. unakuwa kama unaoga fulani wa kufanya kazi okay. unakuwa kama, yani, vitu vingine hujavizoea mm. unakuwa mpaka umuulize mtu labda labda aliozoea umuulize, unafanyaje, unafanyaje vitu vingine. Mimi nilikuwa siwezi namuuliza Shani kwa sababu ndio alikuwa msimamizi wa ndani, namuuliza mm. nifanyaje, nafanya hiki nifanyaje, nafanya hiki kazi. Mimi nilikuwa nafanya nafanya vizuri tu okay. hata ile jana pia Madam Wepe alituita okay. anambia, wewe na nani na Oliver mmeonekana mm -hmm. kwamba mpo kama hatupo mm. mm. ningambia, ningambia sawa mm. Ametupa tu ametusema ametuambia, sio kutusema, ametuambia tujitahidi. feedback sisi tu, tunaita e, feedback au mrejesho. Yani e, atuambia lazima upewe mrejesho wetu. eh mimi nika kimoyo moyo nikasema sawa, nitakazana kwa bidii zangu. mimi leo nimeamka madam, kusema tu leo kweli nimepambana, nimefanya kazi na vitu ambavyo nilikuwa sivijui, namuuliza shani okay, ndio kwa namuuliza vingine, nilikuwa namuuliza madam mm. sawa sawa, haya basi nafikiri ukipewa feedback inakuwa kama ndio umekaribishwa sasa, e, kama ulivyosema, unapoingia sehemu mpya ni mgeni. Kuna namna unakuwa labda ujui vitu si ndio? <tipulia> e, unachukulia poa poa. lakini ukishashtuliwa kwamba okay, sasa <tipulia> e, kichaka kimewaka moto unarudi kwenu au unaweza kwenda kazini, hapo ndio unachangamka, na tumeona wengi wote wengi akina neema hapa Sindio eh? Anakumbuka <laughs> pale nilimwambia uh, huyu mfungulieni geti huyu, hamna mahali anaenda. Lakini ukiambia ndio huyu, leo huamini. Kwa hiyo kuna watu wanakuja, kwa sababu bado hawajajua sisi utaratibu zetu zikoje. Wanakuwa kidogo, wako slow. Kwa hiyo na mimi nataka niamini kabisa kwamba una uwezo wa kufanya zaidi. Nde. Kwa hiyo sasa upambane. Nde. Sawa eh? Eh e, upambane na urafiki utakao kuwa nao hapa ni urafiki wa kazi. Sio urafiki wa majungu wala wa kukatishana tamaa. Usikubali uwe na mtu ambaye anakukatisha tamaa, mtu wa kusema maneno ya pembeni pembeni, sio mtu mzuri. Mnapopewa feedback au mrejesho, mfanyie kazi, boresha. Eh, kwa hiyo nakupongeza, umekuwa na uthubutu wa kuomba chance nyingine. Mwingine angesusa angerudi kwao, maana angesema kwanza, mamangu yupo, ngoja nirudi nyumbani nikale ugali, si ndio? Ndiyo. Eh, lakini bado unataka chance, maanake kama umeamua kuomba naombeni chance ya mwisho, unania sasa. Hiyo nia yako uionyeshe Sawa, haya, naomba sasa tuongee na ah, okay <laughs> tuna <laughs> ehe, dada Peace, ndio madam, ehe karibu. Asante. We una siku ngapi kwenye kituo chetu? Mbili? Eh, siku mbili? Ah, ni mbili? Ah, eh? yeah. Okay, na imani una, una katika hizo siku mbili, ukosi neno la kusema ulicho exactly? e, yani kwa kwa sisi culture yetu humu ndani, unaonaje taratibu zetu, mitazamo yetu, yetu kuhusu hizi kazi za ndani hizi training tunazotoa, wewe unapata nani gani? ah, kwa kweli mara nyingi mtu akisikia dada wa dada wa kazi za ndani, nature yetu Afrika tena Afrika <laughs> sio Ulaya. Ulaya wenzetu ni wanaelewa nini maana ya kazi hapa mm. Kwetu mtu anaona si dada wa kazi tu yeah. But nimejifunza hii mm. kazi ni very professional. Ni mtu mmoja wa pekee na ni wa thamani mm. kwa sababu kama siyo dada anayekuwa smart, hata kama ni tradition ni kulingana mm. na capability yake ya mm. elimu aliyonayo. mm. Lakini kuna elimu ya mama mm. na baba, kuna elimu ya darasani, mm -hmm. kuna elimu ya jamii mm -hmm. ana kitu ambacho anakiingiza kwenye familia yako yeah. Kwao mama kama mwajiri mm -hmm. eh, anayemchukua dada mm. Lazima vitu hivi ni unique aviangalie. Kwa sababu gani? Huyu mtu anaingia kwenye familia, anaanza kulisha watoto, anaulisha mm. watoto wako nini? Huyu mm. mtu anaingia kwenye familia, anaanza kuleta mahusiano mapya na familia, analeta kiimani, ki tunasema spiritually mm -hmm. analeta roho gani? yeah. eh, lakini nimependa wadada center, kwamba kuna knowledge ambayo mm -hmm. inawafanya kwanza wawe na hofu, tuwe na hofu ya Mungu. Ikianzia hapo, hii hofu ya Mungu inamfanya mm -hmm. ile capability aliyokuwa nayo mm haijalishi, -hmm. hiyo yu, yuko traditional mm -hmm. yuko smart, au professional mm -hmm. yaani inamwongezea uwezo uh -huh. wa kuweza kufanya vitu ambavyo ni vizuri kupitia uh -huh. eh, chef maridadi tulionaye tulio ah, uh -huh. mamatron, olio, uh -huh. kwa nini asipike vizuri kupitia mamatron waliopo ambao wanatoa knowledge eh, na wote viongozi kwa nafasi zao mm, elimu yeah. mm, ambazo tunazipata ni maisha gani tunaweza kuishi? Mimi mwenye na uprofessional wangu wote, nilikuwa kitu moja kisikijui na take, Take it just as easy but it's not easy naichukulia na tu kawaida. Yani naona ngoja, ah, nifanye kazi kwa side. Nilikuwa na mimi nguvu zangu na uwezo wangu, lakini no, kumbe inatakiwa knowledge. Nilikuwa sijajui kwamba natakiwa nimsome mtu, nimjue anahitaji nini, hitaji lake ni nini? mm hiyo -hmm. ni amazing kwangu, nimeichukua yani, nimegrab opportunity mm -hmm. yani kwamba mtu anataka nini, mm -hmm. that is ah, money haki okay. hiyo ndio pesa ah, na ndio wenzetu leo wanaoifanya wanaifanya kwamba oh, hiyo ni pesa mtu mm. Anakuchukua tayari ni pesa mm. Eh, anataka nini. Lazima nikimjua anataka nini, nikimpa mm. anachokihitaji tumeko kwamba yeye atakuwa na furaha na mimi nitapata pesa yangu mm. Maisha yanaendelea mm. Kwa taratibu, hata sasa Tanzania watu wanaanza kuinuka, ndio maana unaona kuna kuna wimbi kubwa la watu kukimbia kwenda nje kugrab hizi zile opportunity za kazi hizi tunadharau tu kwamba ni za ndani mm. but wanajua sasa hivi fursa na thamani yake mm. kwa sababu wanapata pesa mm. anakimbilia kule, anaenda kufagia choo, ambayo hapa kwetu ukimwambia eti dada wa ndani tu but mm. sasa hivi tunatambua kwamba ni kazi kama kazi nyingine, kwa hiyo ni heshima kama heshima ya ya daktari ya mwanajeshi. Perfect. Ya mwalimu eh, kwa hiyo mtu huyu mm. anakuja kwenye familia yako ni mm. wa thamani, ana elimu. Wanasema kama zamani ilikuwa ni ya darasa ya saba au ni uh, watu ambao hawajasoma but no au unaotoka Dada Center wamesoma. Hatuna mbumbumbu hapa, tunatoa watu quality jamani. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ile dada tisi ametisha muhenga mwenzangu, uko juu yani kwa kweli, kwene basi umetoa eh, madini yani, umenifurahisha yani sana. Yani kwa kifupi, wadada center tunatoa watu wenye knowledge, watu wenye maarifa watu wanaojua nini wanaenda kufanya, na ndio maana tunafanya tunachokifanya tukimwamini Mungu kabisa, kwamba atakwenda kutuletea watu sahihi ambao wanahitaji hiki tunachokifanya, kwa sababu na wao ndicho wanachokitafuta. Watu wanatafuta watu wenye hofu ya Mungu, watu wanatafuta watu ambao watakwenda kuwasikiliza na kuwahudumia kulingana na wanavyotaka wao nao, na watu wana pesa, wako mm -hmm, tayari kutulipa kwa hiyo sisi wala hatuhitaji kutumia nguvu ni kuwategea sikio kwa umakini attention, na kujali shughuli zao, na wao watajali akaunti zetu inapofika mwisho wa mwezi. Sawa jamani, yaani maisha ni rahisi sana. Ndio maana Yesu alisema ukitaka kuwa mkubwa tumikia watu, si ndio? Ukitaka kuwa sijui kufika mbali wewe hakikisha tu unahudumia watu. Sasa sisi tunataka kufanikiwa kwa kuhudumia watu. Kwa kuwa tuna focus na matatizo yao na ndio maana wao wanatukimbilia. Ndio maana kila siku hapa utaona tuna sura mpya. Kwani tunawapeleka wapi? Eti. Si kazini. Si ni hapa hapa, haya tunao wawili ambao washaenda kazini. Washaonja onja hela kupitia dada center. Dada Sauda, hebu tupe tuambie eh? Kwani jamani mnavyopita mnaenda wapi na mnalipwa shilingi ngapi? Hebu tuambie maana We ni katika wale wanaolipwa top top. Unalipwa eh, eh? Laki tano, laki tano eh. Eh. Ushalipwa kupitia wadada center? Nimeshalipwa. Kwa hiyo sio story, hapana sio story. Eh. Nimeshalipwa na bado nitaendelea kulipwa. Na utaendelea kulipwa mm. ehe eh. ya yeah. Labda tupe eh, kwa, kwa bosi wako umekaa muda gani? Kwa bosi wangu nimekaa sema miezi minne miezi mm. Okay mm. Uh, kwani hujamaliza mwaka Sikumaliza mwaka kwa sababu uh -huh. majukumu ambayo nilienda nayo uh -huh. ni tofauti na alichokuwa anakitaka yeye. Thank you very much. uh -huh. Bosi alikuwa anataka nini? Bosi alikuwa anataka mtu wa malezi. Mtu wa malezi. na wewe profession yako ni nini? Nimeenda kama housekeeper. Kama housekeeper. housekeeping. Yeah. kama mtu wa usafi mm. kwa hiyo hapo kidogo ndio kwa na kuna changamoto. na nilifanya moto vizuri mm. na tena vizuri zaidi mm. na hata bado alikuwa ananihitaji mm. Sasa kwa sababu eh, pia alikuwa anahitaji mtu wa malezi. Mtu wa malezi. Eh, sasa to change. mm, mm. Nirudi aende mtu wa malezi afu mimi niweze kuenda mm, sehemu nyingine. Sawa sawa mm. Okay. ndio ya yeah, so mtu anaweza kusema kwa nini atukumpa mtu wa malezi toka mwanzoni? Mabosi tunawaambiaga anakuambia tuna, tupe majukumu yako tukushauri mtu gani unamtaka. Sasa kuna wakati bosi yani anakuwa haweki kipaumbele anachotaka anakuja kukileta baadaye, ndio mm hii -hmm. changamoto inayotokea. mm -hmm. Lakini mapema kabisa ukiweza tu, kuwa specific kwamba mimi mtu wa kwanza ni mtoto utakuletea mtu wa malezi Lakini ukisema mimi nataka sana siyo, usafi eh? Mm. Yani una insist usafi mm. Basi tunakutangulizia mtu wa nini eh? Mm. na mtoto, lakini mimi msafi mini mm. Eh? Yani, na mtoto, ila usafi mm. Yani usafi ndio kitu changu mm. Basi nabidi tukupe nini, tunaangalia yeah, pale unaposisitiza zaidi mm. Lakini sasa katika ule mchakato tunapoendelea na mahusiano, kwa sababu sisi mm, mikataba yetu tunasema, tunapoanza tunapoanza ndio tunafunga ndoa okay, yetu ya mwaka mmoja na tutakuwa na hizo feedback, tunakupigia, dada, anaendeleaje? wewe mwenyewe unaridhika na huduma vipi? ndio mm. Hapo tunaanza kugundua huyu, uh, pamoja mm. na kwamba ni msafi mm. <laughs> hakuwa anahitaji mtu wa usafi mm. kiiva alikuwa anahitaji mtu wa malezi, either achukue wote mm. Lakini nafikiri bosi angekuwa anataka wote angechukua, ange, ange angechukua, yani angekukip kwa sababu kwenye usafi uko vizuri, hata hapa kwenyewe yaani mimi sihitaji bosi aniambie kwa sababu wewe umekaa hapa Dio. na ulitrain wa dada kuhusu usafi, kwa hiyo vitu so. ulivyofanya hakuna mtu ambaye ame, ame, ameweza kufanya labda teni, uh, kwa sababu, uh, so. e, yaani kwa sababu yeye hajafanya kama ulivyofanya, yaani kwamba ndo amekuja mgeni kwenye upande huo wa usafi so. lakini uwezo wa usafi unao, na bosi hajalalamika kwamba uwezi kufanya usafi so. alichosema tu, mimi nataka mtu alezi. Yeah. Kwa hiyo karibu uendelee na mkataba kwa bosi mwingine ambaye anahitaji mtu wa usikivu. Asante. Ya, yeah. Asante. Ongera sana. Asante. Eh, lakini laki tano zipo jamani, laki tano zipo, ukimpa bosi anachotaka laki tano zipo, na mimi naamini zitaendelea kuwepo na zitazidi, mm. yaani kwamba tunaweza tukawashawishi mabosi wakalipa hata zaidi ya hizo hela, ila kwa sasa hivi Tufocus kwanza na wanachokitaka. Mm. Tusikimbizane sana tunataka hela hela hela hela. Mm. Ah tuwasikilize wanataka nini, tuwachunguze wanataka nini, mm, tukishaweza kuwashika vizuri. Mm. Ah basi hizo hela zitaongezeka tu zenyewe. Kwa sababu kuna dada yuko Arusha, mm. sasa hivi analipwa laki saba sijui mm, na alienda ni laki tano. Mm. Wow, skipa. Mm -hmm. Akisa hivi, bosi wake mwenyewe kama ongezea mshahara gani, kama sio laki saba, laki nane. Laki saba laki nane. Koio oh, hela zipo na ni bosi mwenyewe kaamua kumwongezea, kasema hey, dada anatufanya mi jamani, namlipa laki saba sijui laki nane, tawauliza ofisini. Kwa hiyo watu wana hela, hawana shida, ila unapotaka hela alafu haoni thamani, hapo mtu hawezi kukulipa Hawezi yani, anaweza kuangalia ya hivi, anaona hata elfu hamsini nakupa na hela, napoteza hela yangu. Lakini ukiweza kumsikiliza na kumwelewa na kumpa kila anachotaka, mm. bosi kukupa hela ni yani, mtu yeyote ya kukulipa mm. ni kitu kidogo. Naelewana jamani, haya.